Ni ndio dini ya kwanza Afrika na hekalu la kwanza limetengenezwa eneo linaitwa Epetie Suti. Epe? Epetie Suti. Ni hekalu la kwanza duniani, nyumba ya Mungu kutengenezwa chini ya jua kabla ya nyumba zote, hata maka haijajulikana, ilikuwa jangwa inaitwa Epetie Suti. Ibrahimu hajazaliwa chini ya jua hili. Ibrahimu ameingia Kemeti mwaka 1669 ametoka kwao Uru ya Ukadayo na mkewe Sarai. Umeelewa? Lili historia hiyo. Amemkuta mfalme mweusi amekaa kwenye kiti pale akampenda mke wa Ibrahimu, Sarai. Na Ibrahimu mwenyewe ni mweusi kama miwani yako lovaa. Huyo Ibrahimu mwana wa Azari. Ha? mtoto kitukuu cha nani? Kitukuu cha Enoki, baba yao ni Mwethiopia kutoka huko Masusera pamoja na na Manase. Ndio akaja kumzaa mtoto anaitwa Idris. Ila ndaudi kwenye jibu langu, swali langu sori kwa nini wewe una dini dini, zimele... dini zote zingeni, kwa sababu Uislamu toka mwaka mia ulipoanza mwaka mia sita hadi leo na miaka elfu moja na mia nne Ukristo umeanzishwa mwaka miaka kumi na nne baada ya kuondoka Yesu, ndio Ukristo ukaanza miaka kumi na nne baada ya Yesu kufa uh -huh. ndio Ukristo ukawepo Ukristo wenyewe kuthibitishwa kabisa ukristo kufanya kazi ni mwaka 325 na AD chini ya mkutano uliofanyika kule Nicea nice leo hiyo inaitwa Uturuki. hmm. Konstantini wa kwanza akiwa ndio mkuu wa mkutano, akiwa yeye anaabudu mungu jua anaitwa Apollo, lakini amewasimamia wakristo na kuunganisha dini. Akachukua paganism na Christianity akamix pamoja, ikatengeneza religion ya Roman Empire kutoka Roman Empire ikaja kuitwa Holy Roman Empire kwa sababu iko under feet of the god, unaelewa? Eh, kwa hiyo ikaitwa Holy Roman Empire kwa, kwa hiyo hmm. Hey, hapo ndio akaanza kutengeneza Kristo, maana Roman walikuwa waelewani na wakristo wale walioacha Yesu, wanafunzi wa Bwana Yosefusi. Maana Yesu, neno Yesu limekuja juzi kwa sababu wazungu walikuwa wana neno J. Haipo herufi J katika lugha ya Kihebru hakuna, umekuja kuingizwa na Wafaransa mwaka 1829 e pa... Yesu si, eh Yesu. Yeah, au Yesofusi au Yehoshua okay? Mnaelewa, wanaanzia na wai, ndio maana juisufuru anaweza kumuita John kwa sababu wamekuja nini wameweka jeni wao. Mimi sitaki dini mimi, nimesoma dini hizi zote na hadi leo naendelea kusoma. Nimesoma dini ya Confucianism ya Wachina nimeona ni, maone, ni man made religion umeelewa. Nikaitupa chini nikaenda nikaangalia Shinto. Shinto wanamwabudu mfalume wa Japani. Nikaona ni, kaone, ni man made religion umeelewa. Nikaja nikaangalia dini fulani wanaita, wanaita Ahula Mazda, dini ya Wapeshia ni Waajemi, umeelewa eh? Ukiona gari yoyote inaitwa Mazda duniani ni jina la mungu waki pesha, waki ajemi, wa kipeshia wa kiajemi ambao leo wanaitwa Wairani. Ukisema mazda mazda ni mungu wa watu umeelewa kaka. Daksa ni mungu wa watu. Kwa hiyo hizi dini zote ni ngeni, zililetwa Afrika. Tulikuwa na dini zetu na timira zetu na tamaduni zetu, walipokuja mainveda, wakatulazimisha tuingie kwenye dini zao ili watutawale vizuri, tuwe watumwa wanyenyekevu, kupitia dini. Imani ya upanga, unamaliza watu uweze kutawala, utatawala majani. Kwa hiyo wakaamua kuleta dini, bwana. mm -hmm. Bwana a, unaitwa unaitwa jina lako la ajabu ajabu, sijui nisukule kapwapwa la kiafrika hilo. mm -hmm. Mzungu anakuambia ukiingia kwenye dini ya Ukristo ili uwe mtu safi unatakiwa na majina mazuri mazuri, yeah, Joseph hey, Joseph maana yake John. John ukienda katika translate ya Englishi, Oxford English unakuta John meaning ni toilet choo. Jina John maana yake choo, umesikia blaza? Nenda kasome jina John maana yake choo. Peter maana yake panya, ni jina la Kigiriki, umeelewa? Kwa hiyo, ni man made religion. Kwa hiyo hizi dini religion mimi hizi sizitaki mimi, naabudu Mungu wa Uislamu. Uislamu nimeusoma Uislamu nimeuona hii, kuna Arab Supremacy. Arab Supremacy, yeah, yes, yes. <laughs> Ndani ya Islam kuna Arab supremacy, mm -hmm, na ukisoma Bible unakuta white supremacy. White supremacy. God of Christianity is a white man. Blond hair, brown eyes. Kwa hiyo hapa wewe automatically unakuwa mtumwa mnyenyekevu kwa mzungu mtumwa mnyenyekevu hmm, kwa Waarabu, ukuu wa Waarabu, Waarabu. Umeelewa eh? Yani wewe unapoomba, hata ukisali umeinama hivi unapiga magoti, unamwona Mungu kama kavaa kilemba yuko jangwani. Maana kuna kitu kinaitwa, unavuta hisia, hisia unavuta, linachoabudu nini, kipi? Basi wewe unamwona Mungu wako ni Mwarabu, Mwarabu kama Muhamedi bini Suleimani, amevaa kanzu leupe amefunga